Mambo inaweza kuwa imefika kikomo mwisho kwa vijana wetu. Mimi nikikuangalia, najiangalia, kuna tofauti yako na mimi. Penye huko mimi nimekuwa mimi, najua kama Babu Owino anaweza toka kule kwenye slums na akuje na akuwe mjumbe. Unaweza kuwa chochote hii maisha. Kwa wazazi wetu, kwenda juu kwa Babu Owino inakupatia encouragement, inapatia mtoto wako encouragement Wakijua Babu kama anaweza fika hapa, hata yeye anaweza work hard awe daktari, anaweza work hard, awe mwalimu, anaweza work hard, awe mwanabiashara ama awe kiongozi kama Babu. Kwa hivyo kupeleka Babu juu ni kuleta hope kwa familia. Kuangusha Babu pia ni kuambia familia yako na mtoto wako ya kwamba kama Babu alifika hiyo kiwango na ako chini, hata mimi siwezi enda mahali popo Tushikiane mikono tuendelee mbele. Kwa mambo ya siasa, kuna mambo mengi sana juu ya siasa. Mimi watu wenye naheshimu maisha yangu ni nyinyi wananchi. Wale wadozi walichaguliwa kama jinsi ambavyo mimi pia nilichaguliwa. Kwa hivyo, wale wadozi sio wadozi wangu mimi, wadozi wangu ni wananchi, na the last boss yenye mimi nilikuwa nayo kwa siasa ni Raila Amolo Odinga. Mimi, mimi kama ni kukuwa na kiongozi mimi pia lazima raundi hii niwe kiongozi. Si mimi nimechaguliwa town in one of the largest constituencies in Kenya? Sasa wale wadozi wenye wako mbele hakuna chenye wanaweza nionyesha, kwa sababu nyinyi ndio mlinichagua. Hata tukirudi hapa by election wataniweza mimi? wataniweza. Ndio wadozi wangu Wacha niwe loyal kwenyu mimi, the last boss I had was Raila Amolo Odinga, there is nobody else. Mwenye atakuwa kiongozi wangu pale juu ni Mwenyezi Mungu, alafu ninyi, alafu mimi. Ni wangapi? mtu yeyote anafikiria naweza kuwa mdozi wangu hapo mbele? Mimi nakupatia tu heshima kama mtu ambaye una umri wa kunizidi, lakini mimi pia nitakuwa mzee siku moja, lakini watu waheshimiane. Si ni ukweli? na tulisema baada ya baba ni ba Babu. Nilikuwa nasema hata kama baba bado, yeah. ako hai, mbona sahii ndio wanakasirika? yeah. na tulisema ni Babu kwa saa, yeah. na tena tulisema bila, ba, bila babu ta yeah. Jamani, ilieleweka vizuri sana. yeah. Lakini raundi hii wananchi wa Embakasi tusipokuwa strong, tutazidi kupangwa kila kitu wananchi wenyewe wamesema. Wa coast region wanasema Babu ndiye anafaa awe kiongozi wa ODM. Wanyanza region nzima wanasema Babu ndiye anafaa awe kiongozi wa Nairobi nzima, wanasema hata wa central, wanasema, wa Turkana Rift Valley huko wanasema, wa eastern wanasema, wa northeastern wanasema. Sasa jamani Jamani, hao ndio wanafaa tufuate ama awe, sisi ndio tuwafuate tu? kama ni umri ka, mbona sa zile time ya kazi si Babu ndiye alikuwa ranked the best member of parliament in Kenya au wenye walikuwa last? Mbona kijana mdogo amewashinda kwa development na kwa kufanya kazi, na ikikuja mambo ya positions ndio wanaleta umri, mambo ya kazi hawaleti umri, si ni kweli? Kwa hivyo raundi hii wanaembakasi, mniruhusu mimi nikiwapatia direction, tuchukue hiyo direction. Sini ukweli? Baba Raila Amolo Odinga alinifundisha kitu moja, aliniambia bosses wako wawe ni wananchi wa Kenya. Mtu yeyote mwenye ako huko juu hiyo ni ya yeye, amechaguliwa, mimi pia nimechaguliwa. Sini ukweli?